Kupungua nguvu za kiume ni dalili kwamba ndani ya mwili wako vitu havihizo ni dalili kuashiria kwamba ndani ya mwili wako kuna vitu havifanyi kazi vizuri. Wengi wanafanya masturbation, basi cha kwanza kabisa huwa wana asili neo yaa, na matokeo yake huwa ni kuwahi kufika haraka sana kileleni, kwa sababu tayari ile milango inakuwa iko wazi la kuishia nguvu za kiume usihangaike, wala usiendelee kuteseka. Kutana na daktari bingwa aliyobobea katika kutibu matatizo ya nguvu za kiume na mfumo wa uzazi wa mwanaume kwa ujumla, huusi mwingine ni Dr. Khamisi Ibrahim Zephania ambaye anatibu kuanzia chanzo cha tatizo, anakutibu hadi tatizo lako liishe kabisa. Ni matibabu ya uhakika, habahatishi. Pia anatoa ushauri wa kitaalamu juu ya afya yako kwa ujumla. Pia anatibu matatizo ya uzazi kwa akinamama na maradhi mbalimbali yakiwemo maradhi sugu. Vilevile unaweza kumsikiliza Dkt. Khamisi Ibrahim Zephania katika kipindi chake maalum cha afya akielimisha juu ya vyanzo na sababu mbalimbali zinazopunguza nguvu za kiume. Fika katika kliniki yake iliyopo jijini Mwanza, makutano ya barabara ya Uhuru na Nkuruma, karibu na Dela Hotel, katika jengo la Makune Trade Center, ghorofa ya kwanza, au wasiliana naye kupitia nambari zake za simu 0766431675, pia 0656620725. Ewe baba, ewe mama, ewe kijana, Life Herbal Clinic